Uh, pickleball nimeanza kama mwaka tano hapa uh, lakini nimeanza na labda mtu mia tu, lakini sasa hivi kwa Tanzania labda ni elfu tano mtu nacheza pickleball kwa wote, kwa, kwa Tanzania wa Arusha, wa Zanzibar, wa Morogoro uh, na Dar es Salaam pia. Mimi nataka ku kuachieve kuonyesha Tanzania uh, na mtu wa Tanzania ni niweze ku compete kwa international stage kwaaionalae uh, ni important sana ku, ongeza level ya ya, ya pickleball uh, alafu ku compete kwa international, kwa, kwa South Africa, kwa America, kwa India hii ni uh, my hope. Sasa mina minaenda Amerikani kucheza uh, kwa month tatu alafu minaona level pale, alafu minaona level hapa na India pia. Unaona levels hapa nimeongeza sana uh, ndani mwaka moja tu uh. Alafu unaona Peter hapa, unaona Fred, unaona Abu, nimecheza vizuri sana, nime level niongeza kila kila month na improve sana <tra> ni <Athenia> patience patience, ni ni kila kitu. Kwa hiyo mchezo uh, kama kuna patience uh, na nawezi na kushinda na hapo hii. Uh, ni, ni mchezo rahisi sana kufundisha, lakini zile strategy ni patience. Mitaka kutengeneza national team kwa Tanzania, alafu mtaka kuchukua national team kwa Pickleball World Cup uh, uh, uh, this, this year ni kwa America. Next year ni South America

Ni mara ya kwanza mchezo wa pickleball Tanzania kuji kuwa, kuwa, kuwa international zaidi. Sasa hivi tunaenda katika World Cup ya ya pickleball ambayo inakuwa ni mara ya kwanza. Tutacheza hapa. Baada ya kucheza hapa, watakuja wenzetu wa nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Burundi wapi. Tutacheza nao tena, wataki qualify watu watatu tena wataenda South Africa. Baada South Africa naenda World Cup. Kwa ujumla ni nzuri. Tumezoea mchezo mwingine naona ina World Cup ya pickleball haina, na ukizingatia ni mchezo mpya. Hivyo kwa kweli nafurahia sana. Kuna manufaa mengi sana ambayo naona katika mchezo, cha kwanza ni kujenga mahusiano mazuri na, yaani ni kujenga mahusiano mazuri na watu wapya tofauti tofauti katika mchezo wenzetu, na kupata nini, nasema connect, connection mpya, connection mpya naweza tukapata zaidi mashindano ya haya ambayo nayafanya, na hata ukiangalia upande mwingine katika kipato pia. Aa, watu wengi wanadhani kwamba mchezo wa pickleball ni mchezo wa watu ambao wenye kipato kikubwa au watu matajiri, ila kwa upande wangu naona si kweli kwa sababu mimi sio mtu mwenye kipato kikubwa lakini nashiriki mchezo wa pickleball. Hivyo mchezo wa pickleball, mimi naweza kusema mtu yeyote mwenye kipato chote, mwenye level yote ya maisha anaweza akacheza. Kwa mimi nakaribisha vijana wenzangu wote nakaribishwa katika mchezo wa pickleball. Sasa hivi ni mchezo ambao unakuwa sana katika nchi za Afrika, kwa hiyo kila mmoja anaweza akacheza, sio kila mtu mwenye kipato tu ndo akacheza, no, hata kwa watu ambao hawana kipato pia wanaweza kushiriki mchezo huu wa pickleball. Kwa hivyo nawakaribisha vijana wenzangu katika mchezo huu, unapatikana Dar es Salaam Gymkhana Club na maeneo mengine ya Masaki, lakini sio Masaki tu. Kigamboni pia tuna pickleball moja, una sehemu ya fancy zipo pickleball pale, kwa hiyo unaenda kacheze pale. Sehemu yote ambayo una mchezo upo, nenda kajoin kwa jina anaitwa Edna Mfinanga ni mchezaji wa pickleball kwa sasa. Wachezaji tumeona ni wengi, sio kama mwanzo. at least kwa sasa wachezaji wa pickleball ni wengi. Tumejiandaa vizuri, nadhani kwa hapa washindi watakaotoka hapa kwenda kwenye mashindano ya watakuwa wachezaji wazuri, kwa sababu wanakutana na mechi nyingi, afu nzuri hii fursa ya uchezaji wa pickleball. Kwa kweli wasichana ni kidogo wachache, so wengi sana lakini pia wanafanya vizuri, kwa hiyo tunawapokea vizuri, sababu ni mojawapo ya ya kufanya afya yetu iwe ni nzuri, na pia ni opportunity kwa mambo mengi. Naamini tutaenda kufanya vizuri, kwa sababu wachezaji wengine pia ni wazuri sana, naamini watafanya vizuri sana kwa Okay, napenda kuambia wanawake wengine ambao walioko nyumbani ambao wanaangalia hii video kwamba pickleball ni mchezo mrahisi ko mtu yoyote anaweza kucheza, awe mzee, awe kijana, awe mtoto. Pickleball ni mchezo mrahisi, ukiucheza ni fun pia.